Aweso ametoa agizo hilo jijini Mbeya wakati wa kikao kazi cha kitaifa kilichowakutanisha mameneja wa huduma kwa wateja na wakurugenzi wa mamlaka za maji kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Aweso amesema hatosita kuchukua hatua kwa viongozi wa mamlaka za maji watakaoshindwa kushughulikia kero hizo kwa wakati, na kuendelea kukumbatia mifumo isiyo rasmi ya usomaji wa mita. Mita, unaenda kusoma mita. Unafika pale unasoma mita mita, mita hakuna reading, lakini mna uhakika gani? Mtu wa huduma kwa wateja huyu msoma mita amefika kwa mwananchi na amesoma mita, una uhakika gani? Kuweza tu akaenda kenda kwenye pultelo, anasema huyu mama kibonge, mnene mnene, atakuwa natumiango laki la na ishirini. Wizara ya maji lazima iweke mifumo ya kutra huyu amefika na kufanya kazi bana. Wewe sikwenda kusoma mita, umpige picha kule, ndio itafanya itasoma mifumo. Tuwekeze kwenye mifumo. Naye Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji, Mhandisi Mwajuma Waziri ameunga mkono marufuku hiyo kwa kusisitiza kuwa ni lazima kazi ya kusoma mita ifanywe na watumishi rasmi wa mamlaka za maji ili kuondoa mianya ya udanganyifu. Kuna watu wanaitwa service provider. Service provider na niseme mheshimiwa waziri, kama mtendaji, mtawapiga barua mamlaka zote, sihitaji swala la service provider. Nyinyi mko hapo, mnalipwa mishahara kwa kazi hizo, kwa nini mna mna haya service provider, ndio aende akawakusanyie, ndio aingie mtaani awasomee, halafu ndio awaletee kwamba, kwa, kwa mwezi huu, wewe maji yaliyokuwa bidi umekusanya hiki Waziri Aweso pia ametoa mwelekeo wa serikali katika kutatua kwa kudumu changamoto ya wananchi kulalamikia ankara zisizo halali, akisisitiza kuwa wizara yake itasimamia kwa karibu utekelezaji wa maagizo hayo. Kikao kazi hicho kimewakutanisha mameneja wa huduma kwa wateja pamoja na wakurugenzi wa mamlaka za maji kote nchini, kwa lengo la kuimarisha utendaji na uwajibikaji katika utoaji wa huduma bora kwa wananchi, katika mjadala yenye tija ya maarifa, kikiangazia mada muhimu kama mbinu za kufuatilia na kudhibiti madeni ya wateja, uboreshaji wa huduma kwa wateja kwa kutumia TEHAMA, mikakati ya kupunguza upotevu wa maji, matumizi ya kishie kwa wiki hii, tuna uhakika tutafikia asilimia tisini ya visima vyote ambavyo tumechimba na kufanikiwa tume kupata maji, basi vitakuwa vinatoa maji. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya mimi ni Samuel Mpogole wa Hope Channel Tanzania.